Gatuzi la Bungoma eneo ubunge la Kandui katika hospitali ya rufaa ya Bungoma. But

wakaenda Bungoma wakaenda Sichei wakaenda hata Bumula huko kuangalia ni wapi iko shamba because you need a minimum of 50 acres to put up a level 6 hospital. Hata mimi nilikuwa kwanza kusema wacha tuweke Bungoma town but when I got, when I got the facts nikapata kwamba prefeasibility studies ilifanywa Sichei, they have 29 acres. We need to add more land kidogo, ndio afanye nini waelete level 6 Level 5 ile iko Bungoma referral haitolewi, so we are going to have two, two hospitals level 5 ya county na level 6 ile itasimamiwa na national government. Takuwa na over 4000 doctors at the cost of 7.5 billion. Ndio mdahalo uliozua utata kwa baadhi ya wanasiasa kufuatia wa uhamisho na ujenzi wa hospitali ya ngazi ya juu kujengwa eneo la Sichei, eneo bunge la Kabuchai, katika lugha ya King'enge, Bungoma County Level 6 Hospital, jambo ambalo askofu mkuu wa kanisa la kiangilikana jimbo la Bungoma George Mechumo amelipigia debe na kusema kuwa iwapo hospitali hiyo ya Bungoma Level 6 itajengwa eneo la Sichei itachangia pakubwa maendeleo katika jimbo hili. Hospitali ambayo tumepewa na serikali ni level 6 ambayo ni ya kitaifa na sio ya kaunti. E, inafaa iweze kujengwa mahala palipo katika sehemu kubwa, na mimi naona kwamba kulingana na vile nimesoma taarifa yake wanahitaji ekari hamsini ndipo waweze kujenga hospitali hii. Hiyo Sichei inaweza kufanya Bungoma ikapanuka kwa haraka sana na itakuwa ndio kwa manufaa ya maendeleo ya kaunti hii ya Bungoma ikiwa tunaweza kujenga hospitali pale. Na mimi naunga mkono swala hilo, ni ya kwamba itakuwa sasa inapeana njia mzuri kupanua muji wa Kimilili, kuweza kuwa na biashara vya kutosha. Itapanua Chwele, itakuwa ni municipality ambayo inakuwa na ina biashara. Pia itakuwa inapanua Mount Elgon Yeni, Mount Elgon barabara sijengwe, silete watu hapa Sichei. Hata hivyo, askofu Mechumo ameelezea kuwa viongozi wa kisiasa wanastahili kutekeleza wajibu wao na kutimiza ahadi waliotoa wakati wa kampeni, kama vile zoezi la kuwachagua makurutu ili kujiunga na kikosi cha usalama humo nchini, akisema kuwa zoezi hilo mara nyingi huendeshwa na ufisadi mtupu jambo ambalo iwapo wanasiasa wataingilia kati, basi huenda haki itatendeka kwa wanyonge, basi na ufisadi kutendeka uwanjani wakati wa zoezi hilo la kuafiki makurutu. Hiyo recruitment haikuweza kutilia maanani sana, eh, vijana ambao wanatoka katika familia zilizo maskini, kwa sababu uh, wale ambao wanatoka katika familia zinazojiweza wamekuwa na njia yao ya kuweza kufikia kuingia katika nyadhifa hiyo ya kuweza kujiandikisha na kuingia katika KDF. Isi, isiwe ndiyo mtindo wa kuweza kuajiri wana Wanakenya na saidi kuajiri watu wa eneo hili, bali iwe na uwazi na iwe ni jambo ambalo kila mkenya anaweza kupata huduma wa aina hii. Askofu Mechumo ameyasema hayo na kutoa risala za rambirambi kwa familia ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na kumtaja Raila kama vile kiongozi shupavu mkakamavu na mzoefu wa kisiasa, akisema kuwa kumpoteza Raila ni pigo kubwa katika taifa hili, familia yake, na pia kanisa la Kianglikana limempoteza mfuasi mkuu aliyependa kanisa na kuliheshimu. Tumempoteza yule mwanachama wa kanisa, yaani yule muumini wa kanisa ambaye ni mtu mkombafu, mtu mzuri, mtu ambaye anamcha Mungu na ni mtu ambaye amesimama kitete katika masuala ya kidini na yeye amekuwa ni nguzo kubwa sana katika kanisa letu la Kianglikana. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kandui County.